Tunashirikiana katika kujenga miradi mbalimbali ya maendeleo ya shule pamoja na, na, na sekondari ikiwa pamoja na ujenzi wa mabweni ya shule. Fedha zikija tunamwambia jembe. Mimi mama Chatanda kama mbunge, kazi yangu nikienda Dodoma huko na angaika, angaika kwa mawaziri. Jafo namsumbua sana kila siku, kila nikienda mbia Jafo, unaonaje ndugu yangu nisaidie mwanamke mie. Anamwambia tulia mama, zinaingia pesa huku, namwambia jemadari simamia hela imeingia haijapata kutokea mheshimiwa rais ungepata nafasi ukaona pale tuna shule ambayo tumepewa kwa madarasa manne tumejenga vyumba saba kwa iu, kwa iu, kwa iu. na bado tumepewa fedha zingine kwa shule nyingine baada ya kuona tumefanya vizuri tunakuhakishia tutaendelea kujenga shule nzuri ambazo hata shule za sekondari ni za watu binafsi hazioni ndani katika ile shule hizi ndio mpango wetu tumejiwekea kuanzia mwezi wa saba mwaka huu mpaka mwezi wa saba mwakani, vyumba vya madarasa mia moja tutakuwa tumevikamilisha ambavyo ni standard kabisa. Mheshimiwa Rais, nitakuwa sijamtendea haki mkurugenzi wangu. Nina mkurugenzi wa halmashauri mzuri, angekuwa mkurugenzi mwingine, hata hivi visenti vinavyoingia maana vinaingia kwenye, kwenye akaunti zake angevilamba vyote wala hata mkuu wa wilaya angeshindwa kusimamia, lakini na mkurugenzi ambaye anas, anamsikiliza mkuu wa wilaya, fedha zikifika, tunaelezana tunaambizana, tunasonga mbele kwa maendeleo. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi ya kukushukuru tena kwa kuja kwetu kutufungulia stendi yetu. Tunakuhakishia kwamba tupo pamoja, na ulipokuwa unanipa nafasi kule Tanga nilikwambia aa, aa, naomba nikazungumze kule kwa wananchi wangu ili waweze kunisikia na wewe mwenyewe uweze kuwaona wananchi wa Korogwe. Niendelee kukupongeza na sisi tutakuunga mkono, tutakuwa bega, pamoja, bega pamoja, pamoja na wewe kuhakikisha kwamba tunajiletea maendeleo yetu Korogwe. Nikuombe tu, waambie mawaziri wawe wananipanipa hela, maana sisi tunafanya vizuri tofauti na wengine. Anayefanya vizuri apewe, maana wengine wakipelekewa wanakula zile hela. Sisi tunafanya, utupe mzee Mwisho kabisa nimshukuru dadangu Umi, waziri wa afya, aliposikia tunajenga kituo cha afya cha gorofa tatu kwa msaragambo, kituo cha afya haijapata kutokea nchi nzima, kituo cha afya cha gorofa tatu, lakini wananchi ndio wanajenga. Alikuja kutuona akatuahidi milioni mia tatu, akasema ndawapa na ambulance. Nakushukuru sana, nimeona nisipomshukuru hapa nitakuwa sijamtendea haki. Nakushukuru. ba baada ya hayo machache, ni kushukuru tena Mwenyezi Mungu, akubariki uendelee kuwa na afya njema. Nimshukuru mama Janeti kwa kukulea vizuri, unaendelea kuwa na afya njema mama. Tunakuomba endelea kumlea baba yetu, kwa sababu yeye ameamua kabisa kuwatumikia watanzania na sisi tuko pamoja naye. Nashukuru sana, asante sana mtazamaji. Huyo ni Mary Chatanda, mbunge wa Korogwe Mjini, Korogwe ot sana na mafanikio asante. Sana mheshimiwa mbunge, anaendelea nimkaribishe mbunge wa Korogwe vijijini Profesa Maji Marefu, baba huyo mapachao Doto amekwenda ametoka, kurwa wa kike ameingia Doto. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli, oye oh oh! Mama Janet Magufuli oye oh oh! Korogwe oye oh oh! Mheshimiwa Rais, hapa ndio makao makuu ya wilaya ya Korogwe. Kule juzi ulipokelewa na kata moja pale hale, sasa hapa ni jumuiya Naomba nikupe taarifa kwamba katika majimbo makubwa yanayozungukwa na, ma, na na majimbo mengine, jimbo la Korogwe vijijini linazungukwa na wabunge kumi na moja. Naomba ulielewe kwamba ndio jimbo kubwa linakata ishirini. Ukishirikiana na mwenzangu pacha mwenzangu nikaribia nusu ya mkoa. Nitaka tu niliseme hilo Mheshimiwa Rais. La pili, Mheshimiwa Rais, nitakuwa mchovu bila kukushukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania. Umefanya kazi kubwa sana. Nilipo nilipokuwa na umwa wananchi wangu walikata tamaa, lakini narudia leo kulisema neno hili kwamba ulipokuja ilipokuja Ikulu kibali cha kunisafirisha mara mbili ulikitoa bila matatizo yoyote, na leo unaniona nimekuwa na afya njema. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mheshimiwa, ombi langu mheshimiwa rais, mheshimiwa rais, ili nisipate pesha tena ya kuja tena Ikulu ili ukanipa kibali tena, naomba mheshimiwa rais nikutajie shida za Korogwe Vijijini, mheshimiwa Korogwe Vijijini awamu ya nne na awamu ya tatu wameahidiwa vitu vingi sana na serikali iliyopita, lakini baba yangu, kwa sababu umekuja, ni vizuri nikakufahamisha kwamba kuna nini kinachoendelea katika jimbo la Korogwe Vijijini. Korogwe Vijijini, mheshimiwa, serika awamu ya nne tuliahidiwa barabara ya lami kutoka Korogwe hadi Korogwe kwa Shemshi, Bumbuli hadi Soni imekuwa kizungumkuti, mpaka leo hakuna chochote kinachoendelea Korogwe Vijijini. Mheshimiwa Rais, wakati tukiwa pale Mombo nilikuambia pale Mombo kwamba Mheshimiwa Rais, hapa Mombo kuna tatizo moja kama mawili. Swala la kwanza, awamu ya nne iliahidi kwamba tutapata lami kilomita moja boidi tano, lakini mpaka leo hii kizungumkuti, hakuna kinachoendelea. Vile vile tuliahidiwa mji wa Mombo utakuwa halmashauri. Najua ulisitisha, lakini kwa upenzi mkubwa wanakorogwe, najua nini kitakachoendelea. Mheshimiwa, kingine katika jimbo langu mimi lina wakulima na wafugaji, lakini pale Mombo tuliahidiwa kwamba kutajengwa bwawa kubwa sana katika mto Mkomazi ambalo lingewasaidia wananchi. Leo hii hapa ulipo, kuna watu zaidi ya 2000 wako pale Mombo wanakungoja kwenda kuwafungulia kiwanda chao cha ma, ambacho cha kusindika mchele na kuhifadhi ghala ambalo linaweza kuhifadhi tani zaidi ya elfu tatu, lakini kukatishwa ziara hii wamesikitika sana sana na jiwe la msingi limewekwa, kila kitu kiko pale, lakini tulivyosikia kwamba Mheshimiwa Rais haji Mombo hapa, ungeona leo mafuriko makubwa sana, wananchi wengi wako Mombo pale wakikusubiri kwamba labda ile gala la kimataifa lenye thamani zaidi ya milioni bilioni mbili litafunguliwa leo na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini serikali huwa haipangiwi, inajiangalia. Tunaamini chochote kitakachokuwa, sisi tumeridhika nacho. Ila mheshimiwa rais, tatizo la Korogwe vijijini ni wakulima. Maeneo mengi ya Korogwe vijijini yamezungukwa na mashamba ya mkonge Sio kwamba tunayachukia mashamba ya mkonge, mheshimiwa rais, tunayapenda sana kwa sababu hata mimi nilitoka kule Songea mwaka na sitini na moja na babu yangu na ndugu zangu tukaja hapa kwa ajili ya manamba wa mkonge, tunaupenda sana ila, mheshimiwa rais, baadhi ya, baadhi ya viongozi wa serikali hawasemi ukweli. Mashamba ya mkonge yanayoendelezwa ni machache na tume zinazoundwa hatushirikishwi sisi wabunge kuonyesha kwamba hapa kuna mashamba ya, na, ya mtu amechukua shamba kama la kwa Shemshi amechukua shamba lile kwa thamani ya shilingi milioni arobaini. Shamba lile hakuendeleza mkonge, badala yake amelikodisha shamba hilo kwa watu wengine, na wale watu wengine waliokodishiwa wanatuondolewa kwa nguvu, na wananchi wangu wanapata kipato kidogo, na eneo kubwa la shamba lile halinumiwi na kuna maeneo ya mashamba ya makatani mimi. Katika Tanzania, Mheshimiwa Rais, ndio ndio wilaya iliyokuwa na mashamba mengi kuliko kwingine. Nashangaa wanaofutiwa, wanafutiwa, wanafutiwa. Mimi nina mashamba kumi na saba ya mkonge, nina mashamba mawili ya chai, nina mashamba mawili ya msufi. Sasa wananchi wangu watalima wapi? ukienda kushika shamba mwananchi kama leo unaona bango huyo ni mwananchi anatoka kwenye anatoka katika kijiikata yangu ya Kwagunda, wamelima na wamejenga makaburi yao pale, mweke shamba limetelekezwa kwa miaka 30. Leo mwananchi anakuja, anaondolewa, anaacha makaburi yake pale, eti anapishwa mwekezaji alete ng'ombe mia tatu wakati wananchi walikuwa na tafuta riziki zao, hamna lolote wanalolipata. Mheshimiwa rais, tunaonewa tuna sana na sisi hatuipendi kusema sema, kwa sababu sisi ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi, na serikali ya awamu ya tano haiwashikilii watu ambao wabidhirifu. Tumefanya mambo mengi, mheshimiwa rais, lakini kwa nguvu ya wananchi. Leo wananchi wangu wanakuwa wanyonge, kwa sababu hakuna mahali popote pa kuleta maendeleo katika nchi hii. Maendeleo yanaletwa na wakulima, maendeleo yanaletwa na wafugaji, lakini hata wafugaji wanafuga kule Magamba kwa Lukonge. Leo magamba kwa Lugonge ni msitu wa miaka mingi. Mtu anakwenda pale anasema, ondokeni, hii ni hifadhi. Miaka ya nyuma haikuwa hifadhi. Leo mfugaji anafuga ng'ombe zake pale anaambiwa aondoke. Mheshimiwa Rais, wewe ni mjembe na unakumbuka, kuna siku wakati ukiwa waziri wa mambo ya ukiwa waziri wa barabara, ujenzi, nilikufuata kule ofisini kwako, nikakuomba barabara kutoka Segera kwenda mpaka Same niwekee lami na ukaniambia, mwanangu, nenda hiyo kazi wiki ijayo inaanza, na ukaifanya kazi hii, na siku ulivyomleta rais kufungua pale, ulitupandisha pale, ukatusifia sana. Sasa na mimi, bahati nzuri, wewe umeletwa na Mungu, na katika watu ambao watasema katika halmashauri kuu ya taifa ambayo mimi ni mjumbe ni wewe uongezewe miaka hii, miaka kumi haitutoshi uongezewe miaka ufanye kazi miaka ishirini. Ukifanya kazi miaka ishirini, na hiyo hiyo, na hiyo pendekezo la ilani ya uchaguzi lije mapema. Wa, umin, wa mashehe wako hapa, wa viongozi wa dini wa Kikristo wako hapa, na waganga kienyeji tuko hapa, tutakuombea itapita. Mtu anayefanya kazi hakuna haja kubadilisha badilisha unafanya kazi ambayo watu wa Tanzania wanaipenda sasa tukibadilisha badilisha matokeo yake tunamleta mtu ambaye atakuja imaliza nchi yetu niliona niliseme hili mheshimiwa swala la pili swala la maji limeongelewa hapa mheshimiwa lakini maji mheshimiwa rais huko vijijini kuna mradi pale Mombo wa milioni mia tisa wananchi wa Mombo walikuja wakaambiwa wakautengeneza mradi ule kuna kiongozi wako akaja akawaambia mwezi wa tatu maji yanatoka, lakini cha kushangaza Mheshimiwa Rais, mwezi wa tatu umepita mpaka mwezi wa saba huu mwezi wa nane na maji ule ni sera ya serikali, bilioni mia tisa iko chini ardhini, maji hayatoki. Wananchi wanasema mlifanya makosa kumchagua mganga wa kienyeji ndio maana maji hayatoki. Sasa mi nawaambia kwenye uwakilishi hakuna mganga wakilishi ni kuenda kuwasemea watu, hakuna mahali panapohusika. Sasa baba, nakuomba nisaidie swala hili. Haya mashamba ya mkonge, naomba uunde tume yako, sio tume ya mkoa. Hii inakuja inapita barabarani, inaangalia mkonge wa barabarani, huku pembeni kuna msitu ambao wananchi hawapewi, badala yake wanakuwa wanadhulumiwa. Naomba uunde tume yako, sio ya kutoka mkoani. Tume kutoka mkoani, wa ya kutoka mkoani. Waziri wa ardhi alitoa milioni hamsini kuangalia mashamba ambayo hayaendelezwi, lakini badala yake tumepeleka mpaka mapendekezo sisi juzi, naambiwa mapendekezo hayajafika. kama sio kutuonea au kama sio kutunyanyasa, maana yake ni nini? Mheshimiwa, nimeona sehemu nyingine umetoa magari mengi sana. Mimi katika hospitali yangu ya wilaya ya Korogwe, inahudumia mikoa mitatu inahudumia mkoa wa Pwani, inahudumia mkoa wa Tanga, inahudumia mkoa wa Kilimanjaro. Kunapopatikana tatizo lolote la dharura, naona watu wote wanaletwa hapa, lakini ambiresi ya haraka ya kufanya kazi ya kuleta pale wagonjwa hatuna, na pale kuna sehemu ambayo tulianza kuijenga ambayo ingemalizikia hiyo, ingekuwa kama ile ya kule Dodoma Yudom tumeanza kwa nguvu lakini imeishia katikati, na hata waziri tulimpeleka akaiona akatufagilia sana. Kwanza tumshukuru waziri Makamba na waziri Umi ni wenzetu ambao wanatupa ushirikiano mkubwa sana sisi wabunge wa mkoa wa Tanga katika kutaka maendeleo yetu yaende vizuri. Nawashukuru sana kwa sababu wako hapa, lakini la mwisho nisisahau kumsemea mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenzangu. Ameshasema hapa mwenzangu, amesema maneno mazuri sana aliyoyasema mwenzangu na mimi nayaunga mkono Mheshimiwa Rais kwa nguvu zote. La mwisho vile vile, kazi hii hatuifanyi pekee tu, tunafanya na watendaji wetu. Watendaji wangu wa halmashauri toka umeingia wewe kama rais, hakuna ne lala, wanafanya kazi kwa kushirikiana, tunafanya kazi pamoja, tunafanya kazi kwa kutumana, na hivi sasa tuna madarasa mia mbili na sitini yanajengwa kwa nguvu za wananchi bila mkono wa serikali. Rasa ni kukuunga mkono tu mheshimiwa rais halmashauri ya wilaya Korogwe vijijini kasema hapana na bahati nzuri tusimsahau mheshimiwa jafu ameniletea hela nyingi sana na waziri wa elimu wameniletea hela nyingi sana hizi hela zote ambazo za miradi mikubwa ambayo ipo Korogwe ambayo DC ameisimamia ni mheshimiwa waziri Ma, naibu waziri wa TAMISEMI amekuja hapa katika jimbo langu mimi na jimbo la Korogwe mjini zaidi ya mara sita, ambayo ni historia kwa waziri kama huyu kuja mahali kama hapa zaidi ya mara sita. Stendi hii amekuja zaidi ya mara nne. Huko kwenye huko, tumejenga sekondari Mnyuzi, amekuja zaidi ya mara tatu. Tumejenga pale, tumejenga pale Msambia hapa Mgobe amekuja zaidi ya mara tatu kwenye jengo kule la gala Mombo amekuja zaidi ya mara tatu. Kwa hiyo e, tusipompongeza mbele yako, tukangoja kumpongeza huku nyuma ni unafiki.